Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi amedai kwamba viongozi wa upinzani akiwemo kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, wanachelewesha mchakato wa usaili wa makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kwa kuiomba mahakama kuu kupitia mawakala wao kusitisha shughuli hiyo. Mudavadi ambaye pia ni waziri wa mashauri ya nchi za kigeni pia hakumsaza Martha Karua na washirika wake waliorejeshwa kutoka nchini Tanzania, akisema walishughulikiwa kwa mujibu wa sheria za nchi hiyo. Mudavadi alizungumza wakati wa hafla ya mazishi huko Malava, kaunti ya Kakamega. Siku moja baada ya mahakama kuu kusitisha usaili wa makamishna saba wa tume ya IEBC, waziri aliye na mamlaka makuu Musalia Mudavadi leo alidai kwamba walalamishi walifuata maagizo kutoka kwa viongozi wa upinzani. They went to court when the To delay. Mudavadi alizungumza mazishini huko Malava katika kaunti ya Kakamega. Aliwalaumu viongozi wakiwemo kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akisema wanataka kushiriki wao, akisema wanataka washirika wao wateuliwe kwenye tume hiyo. Walalamishi wanadai kwamba mchakato huo ulikumbwa na kasoro, wakiukosoa uteuzi wa Hassan Nur Hassan ambaye jina lake alikuwa kwenye orodha ya majina ya awali. Hata hivyo, Mudavadi alisema treni ya IEBC imeshang'oa nanga. IBC the formalities have been processed. Wamesukuma watu, walifanya interview ikawa in public, ikawa hadharani. A decision has been made. The names are now before parliament. Mudavadi pia likivunja kimya kuhusiana kurejeshwa nchini kwa kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua pamoja na aliyekuwa jaji mkuu William Mutunga miongoni mwa wengine kutoka nchini Tanzania. That, oh, Kenya is a dictatorial, Kenya is what? Uh, e hey, wametembea wamejaribu kuenda kuleta ile mchezo wanaleta hapa katika manchi jirani. What has happened? Mudavadi alisema serikali ya Tanzania ilichukua hatua kwa mujibu wa sheria zake. Kwa hivyo kama wewe ni mkorofi hapa na ufikiri utaenda kufanya hivyo huko, my friend haitawezekana. Mudavadi pia alikashifu matamshi ya baadhi ya wanasiasa eti huenda vurugu zikazuka wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. givesn mana Darubini